Kina ambaye anahakikisha na kuletea leo cha kimichezo ambao kwa sasa hivi inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kubwa zaidi eh, ligi kuu Tanzania bara siku ya jana iliendelea, lakini pia katika kombe la shirikisho mnyama Simba amepasuka misli mabao mawili mbele yangu hapa nipo na mikoa Kisugu, shabiki na mwanachama kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi, Simba. Kisugu, habari yako? Habari njema, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, ametenda. Sura imekosa nuru leo? Tunaamini katika khairi minallah shari minallah, kila jambo limkuta mwanadamu, basi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuwa macamaaje, amesharipanga. Sura yangu ina nuru, niko e, vizuri Nimenjoy, namshukuru Mungu, nimeamka station kawa nimeshagonga mm. sijui umetumia kigozo gani cha kuona kusema kwamba sura yangu hainanuaonekanafurah mm. mimi naamini kwamba wewe ndo mtazamo wako na kusumbua mm. lakini niko vizuri. na Yes. umesoma waide, magazete? mm. Yes. kwa kawaida sina principle ya kusoma magazeti mara nyingi kwa umli wangu sasa hivi na dunia ilipohamia Hazina sababu ya kusoma magazeti kwangu mimi lakini binafsi. Ndio. Hmm. Nyama imepasuka Misri. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani hasa? Ulikuwa mchezo mzuri. Ulikuwa mchezo wa ushindani. Sisi Simba tucheza vizuri lakini aza mwisho wa siku ndio matokeo ya mpira ameshatokea. Hmm. Dakika 90 tumemaliza za Misri, bado dakika 90 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Ndio. Kikubwa, niwaambie tu wana Simba tuwapepore, niwapepore wana Simba wenzangu kwa matokeo yalotokea. Naamini Ami, kwamba hakuna mwanasimba ambaye anatarajia, lakini unapoongea katika mpira lazima ukubaliane na matokeo ya mpira. Kimsingi ni kusahau yaliyopita, kujipanga na mechi ambayo inaokuja tarehe tisa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mlima mrefu Afrika uko mmoja, Kilimanjaro, na watu wanapanda. <laughs> Nami mwenyewe katika watu washawahi kupanda ni mimi. Kuna mlima mrefu zaidi ya Kilimanjaro Afrika, watu wanapanda wapande. Mimi mwenyewe nimeshawahi kupanda Kilimanjaro kwa hiyo mlima mrefu, lakini mwisho wa siku utafanyaje? Topa. Lakini niwaambie wanasimba, dhamira ya Simba mwaka huu kuiona Simba inatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, matarajio kuona mechi ya jana tunafanya vizuri, lakini siku zote wanasema kuna jitihada na kuna kudra. Kila jitihada ilifanyika, lakini kudra amekuwa anafanyaje, imeamua kama nilivyosema awali dakika 90 zimekwisha za Misri, bado dakika 90 za uwanja wa Benjamin William mkapa nyumbani. Mm, wanasimba niwaambie kama kweli tuna dhamira ya kuona namna ambavyo tunatoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine kwenye mashindano ya shirikisho mmoja. Wanasimba kama mashabiki, twende kutimiza majukumu yetu kwa asilimia mia moja, moja majukumu yetu kuyatimiza ni kwenda kutoa sapoti na kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Niwaambie wanasimba, niwaapie mbele ya kamera hizi wallahi, tukienda kutimiza majukumu yetu wanasimba, kwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kwa wanasimba, wale wachezaji wale ni jana wa namna ambavyo walivyojitolea wakiwa ugenini. Basi inshaallah tukienda kuwapa sapoti kubwa, tutakwenda kufanya vizuri katika uwanja wa nyumbani. Kaulieni wado, mnayo hii tunavuka. Yes, ipo na itaendelea kuwepo na kweli tunavuka, ipo na itaendelea kuwepo na kweli tunafanyaje mimi nafikiri Simba ilikuwa bora zaidi kuliko Almasri, isipokuwa Almasri amepata matokeo tu. Simba ilikuwa bora zaidi kuliko Almasri, isipokuwa Almasri amepata nini? Amepata matokeo. mm. na niwaambie wana Simba, kuanzia sasa fokasi yetu katika mechi inayokuja, hayo iliyopita yote tuachane nayo. Lolote tutakojadili katika yule mchezo halitakuwa tena na faida na sisi Kikubwa ni kuomba wachezaji kwenda kuongeza jitihada, lakini nasi tukatimize majukumu yetu ya 100% kwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Bahati nzuri, management ya Simba kupitia msemaji wetu Ahmed Ali ameshatangaza viingilio moja kutimiza, management ya Simba 100% wa wachezaji wa Simba wakaenda kutimiza moja. uwanja wa Benjamin Mkapa ni kala moto hayuko mwanadamu atakayotoka talama kuna mtu alikuja pale wa saba kwa ubora katika bara Afrika amekula saba kuna mtu alijichanganya akala sita mi naamini katika uwanja wa Benjamin Mkapa inawezekana lakini moja ya kuwezekana sababu ya kuwezekana ni sisi wenyewe wana simba kuendeleza mshikamano kuendeleza umoja na kusimama kwenye slogan ya simba nguvu moja Shefondo, balons, kwejana, hakuwasi, Simba ina wachezaji zaidi ya 28. Na akikosekana mmoja, mwingine atakwenda kuchukua hiyo nafasi. Hakuna pengo la mchezaji kusema labda fulani yakuwepo. Simba umekwenda umecheza vizuri, dominate game kwa muda wote. This is the football. Tumefanya mistake, wenzetu amezitumia. Naamini mwalimu ameona na technical benchi lake watarudi kwenye kiwanja cha mazoezi yale mabaya yote watageuza kuwa mazuri, na yale mazuri wataboresha kuwa mazuri zaidi. Africans wanaambia uh, kama mtaishia hatua hii ya robo fainali, nyinyi mnabaki kwa mwaka robo. Nashukuru sana, jina zuri, sisi tumelipenda. Nenda kawaambie tunashukuru sana na jina tumelipenda, na tunawapongeza sana kutupa sisi jina la mwaka robo, kwa sababu mimi najua tafsiri ya mwaka robo. Jina lolotupa hii ni sifa ya kucheza robo fainali mara sita mfululizo katika mashindano ambayo yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika, na baada ya kujua wana Yanga ugumu wa, mwaka wa, wa, wa robo, na ndio maana wakatupa jina la mwaka robo. Afrika nzima ziko timu sita tu toka Mungu alivyoumba dunia na mashindano haya toka alivyoanzishwa, Afrika nzima ziko ngapi? Simba Sports, Yanga wanajua ugumu wake, wakasema hawa wamba tuwaite mwaka roboa Wape ongera, waambie jina tumelipokea. Sasa nenda kawaulize tu, hawa kwenye mashindano ya kimataifa wanaitwa mwaka robo, nyinyi kwenye mashindano ya kimataifa mnaitwa nani? Nimesema hivi, nenda. Au wee ndo Yanga mwenyewe? Maana unawajibia kama we, so Yanga usiwajibie wewe mwandishi wa habari, kupitia maiki zako, kupitia kamera zenu, nyinyi mnakuwa wakilishi maneno yetu sisi, mnawachukua mnawapeleka huku, ya huku mnawapeleka huku. Inaonekana wewe ukienda kujibu ndio futi kafuti kafuti na futi kafuti kafuti ndiye. Una maana gani Kisugu? futi kafuti kafuti na futi kafuti kafuti, wewe mtu wa pwani, mwambie maana yake nazi difu maji kifuu chote kitu na we umo, maanake jitihada unawajibia. We nenda kawauliza, umetumwa. hawa mmewaita, nyii mwaka robo katika mashindano ya kimataifa, nyi nani? historia ya Young Africans kufika fainali katika kombe hili la shirikisho, historia siku na zote, kila mmoja na ya kwake eh. Umezungumzia historia ya Yanga kufika fainali mashindano haya hmm, izungumzie historia ya Simba katika mashindano haya. Kwa hivi sasa. Nasema, sasa. Hivi, nasema hivi eh, nisikilize eh, hapa mnaongea na mtu mwenye akili timamu, afu leo niko sawasawa Nyinyi mmesema wenyewe mwandishi historia ya Yanga, mm. Na mimi nakuuliza wewe, si mwandishi una taaluma hiyo, historia mzuri unaijua, izungumze historia ya Simba kuanzia mwaka 90 mpaka 2000 na ngapi 24. Izungumzie 4 n izungumzie nakupa sekunde kumi ndo yale, yale maneno yetu kisikia kelele nyama anaja, tukutane katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunakwenda kupigana vita ya jihadi, vita ambayo hatuhitajiki kushindwa vita ambayo asiyokuwa na mwana aeleke nini jiwe. Vita ambayo mwanadamu akiona hiki nitakachokifanya, Simba inakwenda kwenda kupata matokeo, anatakiwa afanye. Akiona kwamba kukalia ndimu kunawezekana, Simba anapata matokeo, akalie. Akiona nikishika panga mkononi, Simba anakwenda kupata matokeo, ashike panga. Tunakwenda kupigana vita ya jihadi, tunakwenda kupigana vita ana Simba. Unajua siku zote nataka niwaambie, wana Simba <laughs> familia watoto wakila wanamsifu baba, wanamsifu mama. Baba wanamsifu kwa sababu ametafuta wa mama, wanamsifu kwa sababu amefanyaje, amepika. Lakini kuna familia watoto wakilala na njaa, mama nalawaha, lawama, lawama, na nani baba. Sasa hivi kila mmoja anafurahi, Simba amefanyaje, amepoteza sindio? Lakini hawa hawa miaka miwili walifurahi, Simba alifanya vizuri, tumepata nafasi na timu nne, na wao walifanyaje walikuwemo hii shughuli ya kwetu inatuhusu sisi wana simba kama baba tuendeni tukaipambanie simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa inawezekana hmm. guys hmm. tuache kufikiria kilichopita tuangalie kinachokuja mbele yetu tuna vita kubwa hii vita ni jihad jihad yakun fayakun yakun kuwa lazima iwe tunacheza nyumbani hewa ya kwetu, ulinzi wa kwetu, gari za kwetu, watakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa wallahi. Na hapa mbele ya kamera, kitakachotokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa kinakwenda kutengenezwa historia kwenye bara la Afrika. Naahidi nini? Kisugu, naahidi wana Simba waje waione timu yao na qualify kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mnaruhusu waje kwenye shughuli mpira huu, hmm. na ule uwanja wa Benjamin Mkapa Waje kuangalia burudani. Jana wameenjoy anasimulia Simba akacheza kweli ila kafungwa. Ah, mnajua <laughs> <laughs> <laughs> Leo kwenye vijiwa ameamka asubuhi, wanasema nimepanda sehemu moja hivi gari. Nikaa namsikiza jamaa na mwandisi sehemu zake. Bwana, kwa sababu si unajua mimi hakunijua nimekula kapero leo. Nimechoja mpaka hakunijua. Sasa leo Kisugua tatamba umefungwa lakini umecheza kweli. Kumbe za sometimes wana akili bwana zinarudi. <laughs> Eh, tukutane katika uwanja Benjamin Mkapa. Wana Simba ni kuchukua tiketi tu kwenda kuisupport timu inshallah, mimi na imani kwamba tutafanya vizuri. Asante, nami ni washukuru sana waandishi wa habari wa, lakini usia wangu mmoja tu kwa Wanasimba, nitaendelea kuyarudia ya maneno kwa umuhimu sana, wasiyachoke katika masikio yao, wataendelea kuyasikia. Mimi naamini moja sila ya silaha ya wachezaji wa simba kwenda kupata matokeo katika uwanja ni wanasimba. Tabola jana kapasuka she, tunazungumzia biriani hapa? Tunazungumzia nini biriani, tunazungumzia football ya kimataifa tunamzungumzia mnyama. Jana amepoteza bado mechi katika uwanja wa benjamin william Mkapa. Inshallah, niwaombe sana wanasimba, tukutane katika uwanja wa benjamin Mkapa viingilio lizo nabo, mimi naamini kila mmoja ana uwezo. Wale wanasimba wenzangu, rafiki zangu, ndugu zangu waliokuwa nje ya nchi, wapitie sehemu mbalimbali kuwasaidia wanasimba ambao wanakuwa hawana uwezo, wakaenda katika uwanja wa benjamin Mkapa. Tunachohitajika wanasimba kuona watu milioni 60 wamejaa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nyenze yule anazungumza analia. Tunapeleka salamu kwa ili Mpanzu, tunapeleka salamu kwa kibo Dennis, tunapeleka salamu kwa ateba wakikaa wakinyanyua sura hivi wawaone wana Simba alafu wajiulize katika akili zao hawa wanahitaji nini. Wanasema hawa wanahitaji kuona timu yao inatoka robo fainali inakwenda nusu fainali. Kama tukienda mashabiki kutimiza asilimia mia moja majukumu yetu tukaujaza uwanja unachukia mimi, naongea na wana Simba wana kasirika nini? We, unachukia nini? Tiketi yako tayari? Vipi, unayo? Vipo. Si wakati wa VAR, imefanyaje? hatuwezi <laughs> kulalamika sisi kwa ukubwa wetu, tunajua katika mpira wa Kiafrika nini kinaendelea, lakini kimsingi ni waombe wana Simba.